Siko Tinda? Yes, yes. Hebu yeah. Niambia stori zako za Tinda, ah. <laughs> Niambia stori yako moja ya Tinda. Niambia kwa moja kwanza. Mi siko Tinda. We uko Tinda? Sema ukweli. Hmm? Uko Tinda? Umemit watu wangapi Tinda? Just one. Ile iliendaje? Mulikulana? Zii. Uongo, hebu muliko mtu mwongo

<laughs> <laughs> <Slota> na <nakonga lanini? laughs> mtu kwa slota anakuwanga mekanika bed. <laughs> sita sabuni na tishu mdogo amechukua msada, tukatinda peleka kwake jioni. Alimchukua around nine, akafanya manene yake usiku yote baya. Asubuhi kafanya nini? Akamwambia mi naenda kazi mapema We itabidi sasa uh, ukimaliza utazania cha kifungua hapo kwa gate, kwa jirani mm -hmm. Mungu amekuja jioni, amepata fast tap yake is running tap, ameacha tap yake, sink ya kitchen mm -hmm. Na ya washroom running gas inanuka nyumba nzima huyu, yeah. Msana alifungua gasi yote, akaacha iliki mpaka iishe, akachukua unga ya kupika akamwaga kwa matresi yake. Wow. unaona

hapo nyuma. So je, na kuangalia imekonektiwa na Ampex, na kuangalia imekonektiwa na waya ya red, yellow eh, hizo ya yellow ni ya screen, ya red na white. So umsana ni kata na kisu, ali disconnect na kisu mm -hmm. Alafu balbu za nyumba zote akatoa akazipasua, akaziweka kwa ile beseni ya na no. Alafu kijana na vanga masuti umsana alienda yeye akachukua ndoo <laughs> mnaona vile story inaenda, akajaza maji akachukua mchanga akaweka ndani, na pia kama ukijua hiyo maji hiyo solution ilikuwa inanuka mkojo strong, ya hangover yenye alikuwa amempea gilbiz, ya marination. Akachukua koti za suti malongi, aliacha kwa anga koti za suti zake sita, akaingiza wapi? Mm, kwa hiyo solution mm. Akaenda so kijana jiona anampigia simu za umefanya nini nyumba yangu Kamwambia, yaani unilete kwako ni kuja na fare yangu ya 250 unikule yeah, usiku yote alafu uniwache ujanilipa ya services rendered. Na pia hujanipatia cha fare, unaniambia tu acha kifunguo kwa gate man. Unaona hiyo sala imekula tea kwa nyumba hiyo. Pesa ungenipea ya services rendered ndiyo tumie ku replace hizo vifaa Watu wa tinda unaona mko kwa nyumba mm, mko kwa nyumba bado unataka kuongea mm, unatudanganya ti tinda nzima umekutana na mtu mmoja. I swear sisi wenyewe tuko tinda, we do not know kama gani. Hebu tuambie, bado bado, kuna watu wengine gani? wote wote Kenya au au achi tafikirani

na nini ide oh, mwenyewe wanatake demu atakupatia credit card <tik> yake.